Baada ya mkataba wa makubaliano uliotiwa saini na kinara wa ODM Raila Odinga na Rais William Ruto kuzua hisia mseto katika kila ulingo wa kisiasa, kinara wa ODM Raila Odinga amevunja kimya chake kuhusu swala hili akisema kuwa Rais William Ruto ndiye aliyemtafuta baada ya maandamano yaliyojitokeza mwaka jana. Raila akidokeza kuwa tangu kitambo amekuwa mwenye msimamo na lengo moja la kutetea haki za Wakenya. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametoacha. <coughs> <coughs> mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto nimekuja kwangu. Mimi nimesema mimi ni baki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zalivyo mpaka sasa mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Akisisitiza kuwa mwaka jana aliwatetea Wakenya na baadaye wakaunda ripoti ya NADCO ili kutatua yote yaliyoibuliwa wakati wa maandamano. Iliwabidi wazungumze hili wananchi wasizidi kuumia. Mwaka hili ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya kusema gharama ya maisha imepanda tukasema fungulieni sava. Tukasema mambo ya ufisadi imezidi. Tukasema mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADKU. Wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na shetasheta baadaye. Mwaka jana vijana wakajitokeza jendezi, wakaingia kwa barabara. Aidha, Raila akionekana kutetea muungano huu amedokeza kuwa ilikuwa bora kwa kuzungumza, kwani Wakenya wanaendelea kuumia haswa kutokana na kutofanya kazi kwa bima ya SHA pamoja na matozo mengi na yanayohitaji kutatuliwa, lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu au jamaa wakikameshikwa na baridi wamekuja upande yetu. Mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote, mnaona yale tumeandika maneno makumi yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Aida ameweka wazi kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili ishirini na saba Wakenya wataamua debeni jambo ambalo linazidi kuibua maswali mengi ya iwapo watashirikiana na Rais Ruto katika uchaguzi wa mwaka huo. Uchaguzi utakuja mwaka 2027. Hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumea. Mambo matibabu yuko na shida. Hii mambo ya sha haifanyi kazi. Mpaka irekebishwe, si irekebishwe. Sivyo? Mary Kialo, Undugu TV News.